Sasahivi dunia, sasahivi imekuwa na vitu vingi sana, SMA, wakati mwingine mpaka sasa, um, mambo unakuta tipika nakuwa ni mengi kweli. Kinachoendelea sasahivi Marekani ni kuhusu uh, ripoti ya Jeffrey No. E, e, e, mambo amekuwa ni mengi sana SMA, na watu wakasema kwamba hii ripoti ya Epstein. Sasa mm, ni nini ambacho kinachoendelea kwa mtu ambaye haifahamu hasa hii ripoti hasa inadili na nini? Kwa sababu kuna watu wengine ambao wamekuwa kiona tu, lakini mm, aelei anasikia tu Jeffrey Epstein, Epstein lakini mm, haelewi maana yake ni nini hasa. Tuanze kwanza kwa, kwa, kwa kuielezea hii, nini, nini hasa. Mimi Fuse huwa mm, na kauli yangu moja anasema time will tell mm, muda utaongea. Wanafuse ni mashahidi niliongelea swala la Epstein, labda miaka miwili mitatu yuko iliyopita huko, na wanalifahamu nikaelezea, lakini taelezea kwa ufupi. Epstein alikuwa na project, Epstein alikuwa ni agent wa Mossad, alikuwa na project ya blackmailing ya viongozi wote wa muhimu duniani. Kwa hiyo alikuwa na Epstein Island, lakini alikuwa na connection, lakini kwa vile pia alikuwa ni Uh, Mossadi mm, walikuwa wana ritual mm, zao za ki Illuminati na ki Freemason mm, ambazo ni rituals mm. So walichokuwa wanafanya mm, ni kama ndio maana walikuwa wanamuita Didi mm, ni Epstein wa mweusi, kwa hiyo wanaandaa mapati, wanaleta vitu vyote ambavyo ni vya kuvunja sheria na kufanya kinyume na maadili. Kwa hiyo wanaleta watoto ambao ni chini ya umri, unakaa nao unawala, au unaweza kukaliwa, au unaweza kufanya mauchafu chafu yote unayojua wewe. Na nikisema kuwala, ina maana kuwaingilia wa kiume na wa kike, ina maana kubaka na kulawiti. Lakini wenyewe wenyewe pia walikuwa wanaingiliana, alafu kuwaua pia kwa sababu ya kafara uh -huh. na kunywa damu zao na kufanya kafara zingine. Uh -huh. Alafu uh -huh. Actually watu walikuwa wanafanya mambo. Hivi unajua Kosovo uh -huh. Kuna mabilioni na wa walikuwa wanalipa kwa sababu ya kufanya human sports. Uh -huh. Walikuwa analipa hela nyingi kwenda kule kwa sababu ya kuua watu. Anapewa uh -huh. bunduki, mtoto amepita pale unampiga kichwa, una anafurahi, "Ye!" Uh -huh. Mwanamke kapita unampiga kichwa, uh -huh. Mtoto okay. Ilikuwa ni sports ya kujifurahisha. Uh -huh. Yes. Kwa hiyo walikuwa na hii ring. Mm -hmm. Kwa hiyo wale watu wote wa muhimu wa kipindi hicho, Mm -hmm. lakini ambao walikuwa natazamiwa kwamba watakuja kuingia madarakani, Mm -hmm. kwa hiyo wanakuwa na uchafu dhidi yako, Mm -hmm. ile inawaruhusu wako ku blackmail kwamba fanya unachokitaka la sivyo tunakuadhiri. Mm -hmm. hiyo ndo ilikuwa ndo Epstein. Mm -hmm. Ndo, ndo, ndo program ya Epstein. Mm -hmm. na ilikuwa ni, ma, ni, ni project ya Mossad. Mm -hmm. kwa sababu ya kucontrol, ndio ku ndio maana watu wanajiuliza wanawezaje kucontrol nani? Asilimia kubwa, yani ukiangalia majina ambayo yako kule mm. everybody who's somebody mtu yoyote mtu yoyote ambaye ni mtu ana yuko kwenye hiyo list mm. Umeona eh? kwa hiyo moja ya vitu ambavyo mm. vilikuwa vinafanyika mm. ni watoto mm. wadogo wa kike mm. na wa kiume mm. walikuwa anaingiliwa mm. pamoja na kulawitiwa mm. Uh, kulikuwa kuna ubakaji na vitu kama hivyo, kulikuwa kuna blood rituals kuwatoa yani, kafara za damu wanauawa yani yani, hicho ni ninacho ninacho kiona SMA mm -hmm. ni kama kwa mtu ambaye afahamu ni kama uh, movie ama ya, yes. ya Squid Game. Mimi bahati mbaya sijaiona Squid Game a mm -hmm. uh, n uh -huh. uh -huh. Something, something similar kama too much, ah, we, wala hii, hii, hii walichotoa uh -huh. Ni kidogo sana uh -huh. Yn yani hawajaachie ile inavyotakiwa kuachiwa hiyo, kwa kuna vitu kama hivyo, kwa kuna ubakaji uh -huh. Ukiangalia uh -huh. Na hii nitawaandalia wana, wana fuse uh -huh. makala uh -huh. Wenyewe wanaulizwa mbona, mbona, mbona you are young? Yeah. mtu kama The Rock, mtu yeah. Kama Lady Gaga yeah. Uh, kuna majina yanatoka ma celebrity maarufu maarufu mm. Wanaulizwa vipi unabakiji una wewe kwamba Sandra Bullock na wengine bado unaonekana una, una ni kijana yeah. Anasema tunakunywa damu ya watoto, really? Anasema kabisa na nami? Mimi wanaongea kwa fax mm. Nitawaandalia makala, nitawawekea mm. Wanasema tunakunywa damu za watoto.

90% wamo mule ndani, kina maski kina Bill Gates, wafalme wa nchi za Kiarabu, kuna watu maarufu wafanya biashara kina Branson, mwenye nani Mwenye niliongelea tu wamfuatilie sana Peter Thiel, mwenye Palantir, ambayo ni AI company ambayo iko very influential. Mm. Na wengine wote unawajua wewe maarufu ah, wako umo, yaani somebody who, anybody who is somebody ah, ndani asilimia kubwa yaani yuko mule ndani, ila sasa mm -hmm. Mimi nataka tutulize akili mm. alafu tugeuze uh, picha mm. tuangalie nani ambaye hayupo kwenye ile list Umeelewa? mm. Naomba tutulize akili mm. alafu tuangalie nani ambaye hajatajwa kwenye ile list, yeah. Ngoja nikutajie wa kwanza, yeah. Mwamba Vladimir Putin yeah. Hayuko kwenye Epstein Files, hayupo yeah. Mwamba Kim Jong Un yeah. Hayuko kwenye Epstein Files. Korea. Hamenei yeah. wa Iran yeah. Hayupo kwenye Epstein Files. Hayupo. Nasarallah yeah. Hayuko kwenye Epstein Files. Mm. Wale viongozi wengi wa Hamasi ambao waliuawauawa wali hapa yeah. Uh, majina mengine amenitoka hawako hmm, pale hmm. Maduro hmm, hayuko pale hmm. Rais Samia Suluhu Hassan hmm, hayuko pale <laughs> Kikwete hmm, hayuko pale hmm. Nyerere hayuko pale. Xi Jinping Xi Jinping hayupo pale sawa hmm. Uh, Traore hmm, hayuko pale. Mwinyi Mwinyi hayuko mule ndani. Magufuli hayumo mule ndani sawa hmm wamba wote ambao ukiangalia tumetengenezewa, hawa ni watu waovu, hawafai, hawana haki za binadamu, hawana ungwana au tutakiwi kuwaunga mkono, hawamo mule ndani wale ambao ndo wanatuambia sisi. Ukiingia Uingereza maprince wao, viongozi wao, wafalme wao, Ulaya viongozi wao, Marekani maseneta mawaziri maraisi, hmm. wewe pita koto unapowajua wewe hmm. wenye makampuni wote wamamole ndani na ndio tulichokisema, hmm. wana baka wana lawiti hmm. wanaua, wanafanya mauchafu yote wanayofanya, hmm. wanakunywa damu za watu wanafanya uchafu ambao hmm. vitu ambavyo vinafanyika kwetu kwa Afrika hmm. vinaonekana ah, mbona hichi cha mtoto hmm. Sisi mbona ndo tunajifunza ABCD au? yeah. huko anapiga algebra. yeah. umeona. Kwa hiyo sasa ndo nataka tutulize akili, yeah. ili mujue na, yeah. Hichi ndo ninachokisema, yeah. Wale watu ambao media, yeah. na hii nam, nam, nam, namnuku Malcolm X, na paraphrase, anasema ukifuatilia mainstream media itakufanya umchukie yule ambaye hapaswi kumchukia, yeah. na itakufanya umpende yule ambaye unapaswa kumchukia, yeah. Kwa hiyo hawa watu wametengenezewa mazingira ambao ndo wachafu wao ndo wamejifanya wana moral authority kuja kutuambia sisi haki za binadamu, kuja no. Kutuambia sisi jinsi ya kuishi kuja kutuambia sisi kuhusu eh, demokrasia no. Na kutufundisha uungwana na vitu kama hivyo, wakati wao ndo mabingwa wa uchafu ambao hau, yani huwezi hata kuusema. Lakini wale ambao wao wanasema hawa ni wabaya no. Hawapo kwenye mauchafu hayo no. Kwa hiyo akili za kuambiwa changanya za kwako. Cha kwanza cha pili kwenye makala ya Decolonizing the African Mind, mimi na henry Henry tukaa tunaelezea mule ndani kwamba tumetengenezewa mazingira na ni mfumo na ni mbinu ambazo zipo ziko mule ndani kuona kwamba nachokifanya mzungu ni bora na kuona tunachofanya sisi hakifai, mpaka kutaka solution zao. Lakini mulendani tukaongelea kitu kinaitwa House negro, House negro wakati wa utumwa wale weupe mm -hmm. slave owners walikuwa mm -hmm. wanamiliki wale, wa nani alikuwa anaenda katika shamba lake, anawatumwa mia nne mia tano mia ngapi. mm -hmm. anatafuta mtu mmoja mm -hmm. anamchukua mm -hmm. anakaa naye nyumbani mm -hmm. wale wakati wanakula maharage ya kuchemsha mm -hmm. labda na makande mm huyu -hmm. mm -hmm tajiri anachokula kile mm. chakula kizuri wali, nyama, kuku, mabaki yanayobaki anapewa yeye, anakula. Kwa hiyo japokuwa ni mabaki, lakini ni bora kushinda na kula yule. huyu mm. analala kwenye nyumba ile ya tajiri mm. japokuwa ni basement. Mm. lakini tofauti wale ambao analala mashambani huyu mm. mazingira yake angalau ni mazuri kidogo kuliko wale. Mm. Mm. matokeo yake huyu house negro anawasaliti wale, anawageuka wale mm. Hat, kutokana na maslahi anayopata yeye hataki mfumo huu ubadiliki, ili maslahi yake yeye binafsi yasipotee. Na hata wale wakimfuata, wanaambia wewe, mwenzetu, hebu tupe michongo ndani, si tunataka tutoroke, tunataka tufanye nini. Badili ya kuwapa michongo, anaenda kuwasemea kwa bosi. Kwa hiyo wale wanapanga, wanataka kukimbia bos, wanataka... wale wanashangaa usiku bana yeye, wameshapanga kila kitu, usiku wanataka kuondoka, wanavamiwa, wanauawa, au wanakamatwa wananyongwa. Jamaa wamejuaje? Kumbe ni huyu house negro. okay. Sasa tuna ma house negro sasa hivi uh -huh. hizi nchi za Ulaya uh -huh. na za wazungu kwa ujumla uh -huh. kupata uraia katika mazingira ya kawaida ni ngumu sana uh -huh. kupata residence uh -huh. katika mazingira ya kawaida ni ngumu sana uh -huh. kupata asylum uh -huh. katika mazingira ya kawaida ni ngumu sana uh -huh. labda uh huenda wewe kama umeona yeah, eh, eh, sema we mimi nime left grupu, eh, marinda yamekata eh, au nafanya michezo mingine eh, watakupokea mm. Au sasa sema hivyo bana, mimi ni mwanaharakati mimi <mimple> nafanya abcd na vitu kama hivyo mm. Watakupokea, watakupa mazingira mazuri ukitaka mm. Kubadilisha jinsia atakubadilishia, ukitaka mm. Nyumba utapewa, ukitaka mke utapewa, ukitaka mume wa kuoe wewe watakuolesha mm. Kila unachokitaka <tumika> alafu sasa, wewe kwa vile mazingira yako mazuri unaanza sasa kutumika kuwachafua wa nyumbani, watu wagombane wenyewe kwa wenyewe, hutaka kuwaharibia wenyewe kwa wenyewe, hutaka kuwachonganisha wenyewe kwa wenyewe. Kwa sababu gani? Wewe ni house negro, umeshatengenezewa mazingira yako mazuri. Na ndo kilichotokea. Kama mnakumbuka, Tanzania kuna baadhi ya viongozi walikuwa nasema matatizo yetu twende tu peleke katika nchi za Ulaya mm. Ndo watutatulie sisi mm. Au tuwaalike wao ndo waje watatue migogoro yetu mm. Umeelewa? mm. Kwamba sisi hatuna uwezo huo mm. na kwamba wale ni bora zaidi yeah. Wengine walisema kwamba ii nchi tuje tuigawe mm. Tumpe Trump mm. na wale viongozi aje achukue madini achukue afanye kila kila, kila anachokitaka mm. Ili mradi tu serikali iliyopo iondoke mm. Sasa mm. Ndo Mtanzania, mi nataka utumizi akili, mm hao -hmm. ambao wanatuambia kwamba wako, wako radhi mm -hmm. nchi yetu ije itawaliwe, washasema kabisa itawaliwe uh. iwe colonize upya mm -hmm. na hayo mataifa na hao viongozi mm -hmm. tumeona halisia kutoka kwenye Epstein files hao viongozi ni watu wa aina gani mm -hmm. Sasa swali linakuja, ina maana walikuwa au mahausi negro wetu, walichokuwa wanataka kufanya ni kwamba ule ubakaji uliokuwa unafanyika kule ndio walikuwa wanataka wale viongozi waje ulete hapa mabinti zetu, vijana zetu. Waje wanabako, kama vile waje wanatolewa kafara, kama vile ule uchafu unaofanyika kule uje ufanyike hapa, kwa sababu wale viongozi ambao ndo wanafanya hivyo wao walikuwa anataka nchi yetu wapewe wao. Kwa hiyo ndo maana huwa nasema, nilitoa ile makala ya biashara ya kafara, na juzi kama mmefuatilia, mmeona kwamba imetoka barua kwa wanaharakati ambao wanalipwa kwa sababu ya kuleta taharuki, taharuki. Ah. Wanaambiwa kazeni, ongezeni juhudi, tunakulipeni hela, fanyeni juhudi ah. Ndio maana nikasema kwenye makala yangu nikasema biashara ya kafara za watu mm. Kuna watu wanafanya biashara ya kafara za damu za watu mm. Wanalipwa ili kuleta machafuko, kufanya vitu kama hivyo mm. Na nikisema hivi, sisemi kwamba nchi yetu haina mapungufu mm. Wala sisemi nchi yetu haina shida mm. Inayo mm. Lakini tumeona hata hizo nchi ambazo ndo wanataka zije zitusimamie sisi mm -hmm. au zituletee solution mm -hmm. Ufisadi upo, uchafu upo, tena ni mkubwa kushinda kwetu mm -hmm. na uchafu upo ni mkubwa kushinda kwetu, na tumeona hata watoto wa viongozi ikiwepo wa Trump na mashemeji zake na nani, ndo wanaochezesha hizi deal, sawa. Kwa hiyo kinachofanyika kule hakina tofauti na ambacho wao wanakilalamikia hapa, ila wanataka kile kije kule kiletwe hapa. Ndo maana siku ile nikasema ogopa haya makundi matano ambayo yapo mm -hmm. yanataka taifa letu mm -hmm. Mojawapo nimesema kuna watu wana personal vendetta. Wanachuki na serikali, aidha kuna vitu vilitokea kati yao mm -hmm. wameichukia, au wanachuki na baadhi ya viongozi specifically mm -hmm. kwa hiyo wameifanya ni mission yao mm -hmm. kuisambaratisha au kuiharibu mm -hmm. nchi hii mm -hmm. ili tu wafanikiwe mm -hmm. yani, mfano humu ndani kuna mjusi mm -hmm. ili kumuharibu ule mjusi, uko radhi uichome nyumba nzima yeah. ili tu mpate ule mjusi bila kujali madhara na hasara ambayo itapata. Kwa hiyo Afrika inahitaji sana tuwe na akili uhum. Mapungufu yapo, madudu yapo. SMA nimeshaonesha kwa vitendo uhum. jinsi ninavyokabiliana nao. uhum. iwe kama ni kitu kinahitaji ushauri, nitakiongea ushauri. uhum. kama kinahitaji maoni, naonyesha maoni. kama kin, ni watu ambao ni waovi, wako kwenye baadhi ya maeneo, napambana nao mpaka napata haki uhum na kama nahitaji kwenda juu naenda juu. Sehemu ambayo serikali imekuja kwa sababu ya kutatua changamoto zipo, tunaenda kama nilichosema. Basi hata tumekusana nao vikao viwili juzi, wamekuja TRA tumekaa nao tumeongea nao na vitu kama hivyo. Jana tulikuwa tuna kikao cha ma DJ kimefanyika Masaki, unakumbuka ele, eh... paka yes. yeah, yeah. tumeenda tumekaa ma DJ kwa sababu ya kutengeneza umoja yeah. na uh, mazingira ambayo yata boresha Masha. hali ya ma DJ Tanzania mm. Kwa hiyo kuna namna ya kutatua matatizo. Ninachoweza kuambia watu ambao wanatutia, kwamba njia pekee ya kutatua matatizo ni kuharibu, ni kuchoma, ni kupigana, ni kuharibiana, ni kuchukiana, usikubali. Tumia akili yako tunaweza tukasolve matatizo yetu mm. kwa dialogue. Mm. Umeona? Eh, okay. Kwa hiyo unakuta mtu analalamika lakini kulikuwa kuna kikao kimeitishwa na TRA hajafika, kwa kuna kikao kinaitishwa na Sumatra hajafika, kwa kuna kikao kimeitishwa kime labda na waziri hajafika fika pale. Alafu kuwa positive minded bana, tuna changamoto moja mbili tatu, solution na ushauri wangu fanya moja mbili tatu, sio kwamba unajua kuna yule mtu mnafanya hivi hamfanyi hivi analalamika huyo mtu hata umfanyia nini, yeye atabaki tukulalamika kulalamika. Nadhani na kuna kuna swali baadaye nitakueleza la mwisho, nadhani tutajumisha tuta, tuta nayo mengine pia na. Uh, SMA kuna watu ambao wanasema kwamba uh, pengine huu ni mkakati labda wa Trump wakati hmm. Nimeshangaa mmeniambia pia na Trump yumo humo ndani mm, na mimi nimezipata hizo story hmm. Kwa nini kwa nini Clinton na familia yake paka bunge ni mamao kumchunguza, ni mamao kumtoa mbuzi ya, ya kafara au, ni, ni, ni wanaanza na mmoja mmoja Hmm. Hii ni michezo unajua, hmm. Roman walivyokuwa wanataka kuwapomboza watu, ndo maana kulikuwa kuna kolosium. Hali ikiwa mbaya nini, wape tukitu. Kwanza, game ilivyo ukiona kuna spotlight media zote zimeelekeza taa huku, wewe usiangalie, ukaangalia huku, huku mchezo halisi unacheza nyuma ya pazia. Kwa hiyo pay attention, kuna tukio linachezwa nyuma ya pazia huku. E, mm -hmm. Aidha kuna sheria itapitishwa UN, aidha kuna watu watavamiwa, aidha kuna kuna tukio ambalo linapitishwa nyuma ya pazia mm -hmm. Ndio maana media zote zimeelekeza huku. Cha kwanza, cha pili, hutakiwi ukiwa una mtumwa wako ukimnyima kabisa chakula atashindwa kukufanyia kazi mm -hmm. na ata kufa mm. Unatakiwa mpe hata chakula kidogo ale, angalau sio kingi, mpaka aanze kunenepa ya kutoke mashavu mm. Lakini ambacho kinaweza kikamwezesha mm. Kwa hiyo tulichoambiwa hichi kwenye Epstein, mm. ni vitu vidogo vidogo mno yeah. yaani ambavyo vya kutuzuga yeah. Details za muhimu mm. hazijatolewa mm. Lakini moja ya vitu ambavyo vipo mm. mfano Waislamu mm. wamevurugwa kwamba kaswa tulkaba mm kaba ni moja ya sehemu takatifu zaidi kwa Uislamu, yes. Alafu kuna kile kitambaa kinafunika pale, mm. ni kitu ambacho ni kitakatifu sana mm. Epstein, mm. kaweza kukipata kupitia mawakala wake wa Dubai mm. UAE na Saudia kupata mm. kitambaa ambacho ni takatifu zaidi mm. ameenda kukitumia kwenye ritual, kwenye kafara mm. ambayo za Kabal. Mm. Kabal ni uchawi wa Kiyahudi, kwa hiyo uh -huh. amezitumia Una, kuna uchawi unajua uchawi na una level fulani yeah, ule ni uchawi wa juu sana, ukiweza kupata vitu kama vile yeah. Yani usiajabu ukakuta hata tofali la Kaaba pia wameweza kulichukua, au kwa sababu kuna uchawi ambao ni wa level ya juu sana, ndio maana sometimes unaweza kaenda kwa mganga akamwambia, niletee tu kuku, level ile mwingine akamwambia mbuzi, ngamia, mwingine akamwambia inabidi umtoe kafara mtoto wako au mama yako au baba yako, kwa hiyo zina level yeah. Umeona, wengine unaweza akwambia inabidi uue watu hamsini au 100 mm. Kwa hiyo zina level. Kwa hiyo ile wameweza kupewa kwa sababu ya kufanya kafara mm. uh, uchawi wa hali ya juu kabisa mm. na baadaye akaifanya kama rag mm. rag ni yale makapeti ya kufutia nani mm. Kwa hiyo nilishaongelea nilipotoa ile makala ya uh, uh, masihidajan na saudia mm. watu walinishambulia sana mm -hmm. lakini mimi wanaacha muda unaongea mm. Aya, waniambie wale waliokuwa wanasema Kaswatul Kaaba ambayo iko chini ya mamlaka ya Saudia imetokaje pale ikaenda ikapitia um, contact za UAE ikamfikia mpaka Epstein wakafanya walichokifanya, umeona eh? Um, si ajabu ukikuta hata baadhi ya viongozi wa Kiarabu in reality si Waislamu bali ni uh, Zionist na ni Wayahudi ambao wako, kwa sababu kuna baadhi ya Um, sources hmm. vyanzo hmm. ambavyo inasema ule ufalme hmm. asili yake ni Wayahudi. Kuna, kuna, kuna hii amba, amba, ambacho niliambiwa kwamba walikuwa nasema kwamba kile kitambaa ambacho wameenda ukichukua pale cha Kaaba yeah. kimeshikwa kime ama sikukanyagwa na zaidi ya watu si mikono milioni ngapi? yes. Sio kukanyagwa yeah. kile yeah. Watu wakifika pale si ni sehemu takatifu, kwa hiyo yeah. watu wanakishika wanafanya dua mm. yes. Dua yeah. nyingi sana zimepitia pale ah. na kaswatul Kaba ile Kaba ni sehemu takatifu sana ah. yaani, haitakiwi vitu vyake vitoke pale ah. viende, ndo maana hata Mtume salaw salam alipiga marufuku kuchukua mchanga wa Maka, huruhusii okay. kuchukua ule mchanga wa Maka vitu okay. vile vinatakiwa vibaki pale pale okay. kwa hiyo ni, ni kitu ambacho ni kitakatifu sana, kwa hiyo kile na okay. okay, wanaweza wakakitoa kikaenda mpaka kwa watu wakakitumia kwa sababu ya uchawi wa Kiyahudi mm. ambao ni kabal wale na vitu kama hivyo mm. Inakwambia uhalisia wa viongozi ambao wapo kupitia spiritual thing labda ndo no, no, maana ameamua kupitia ile tendency labda ya watu ndio mm. kuitumia katika njia ya pili ambayo unasema uchawi wa namna hiyo yes, ainaile sasa siujue exactly ni uchawi wa ugani aina gani mm. lakini ni uchawi ambao umetumika na yote ni maandalizi mm. soon mm. yaani tuko kwenye hatua za mwisho kabla mpinga Kristo mm -hmm. o Masihi Dajjal mm -hmm. hajajidhihirisha mm -hmm. yani very soon tunaelekea kwenye New World Order. Uh, kuna hivyo vita vya Israel uh, Iran Iran na Marekani uh, Israel inatakiwa iwe ndo taifa dominant Pakistani inatakiwa yes, uh, nuclear zake ziwe zi, zi, uh, zi destroyed Masjid al Aqsa mm -hmm. ibomelewe mm -hmm. ijengwe third temple mwamba aje the rest mm -hmm. uh, kuna Mahdi al Muntadhir ambaye pia Uh, tunamsubiri mm. Kuna Nabii Isa alayhisalam au Yoshua mm. kwa ndugu zetu ambaye pia tunamsubiri. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tunaelekea sasa huko kwenye, hili Trump hawezi kumgusa nani, Trump hawezi kumgusa katika ha. hili, hebu, hebu kwa specific kwa maana kwa maana kwa maana kum, kumfungulia na yeye mashtaka kama vile ambavyo vilivyokuwa kwa Clinton, ukiplay hmm. ukicheza mchezo wao wanaotaka hmm. kwa masharti yao wanaotaka hmm hawakufanya chochote yeah. Yes, haijalishi na ndio maana Trump amekuwa very confident kuvunja sheria zozote, anafanya anachokitaka ah. Oh. kwa sababu as long as uh, anafanya anachokitaka yeah. he is safe oh. yes Kul... Cool. ile he Trump hasma... ni ile ilikuwa anauliza kina Clinton sio? yeah. labda kama walivunja masharti mm. Yeah. ndo wanaweza wakawatoa kafara kina mm. Yeah. Clinton yeah. lakini itaenda itapita ita wewe ita... ikiwa ile wakati hawakumwimpichi issue ya Monica Lewinsky mm. Yeah. ambaye Monica Lewinsky Alikuwa hmm. ni mmoja wa honey trappers hmm. wa Epstein. Ni hmm. ule ulikuwa ni mtego, kwa sababu ya kumtega Clinton hmm. ili afanye wanachokitaka hmm. na vilevile wamwachilie. kulikuwa kuna Glenn Maxwell hmm. ambaye alikuwa ni Mossad agent hmm. ni mole ndani ya Marekani ambaye alitoa siri nyingi sana hmm. kutoka Marekani kwenda kule hmm. zote ilikuwa ni pressure, kwa sababu ya kufanya, kwa hiyo alivyo, Clinton alivyogoma kumwachia hmm ndio akatoa ile ishu yake ya Monica Lewinsky uh -huh. Lakini hawakuweza kumu impeach. Okay. Kwa hiyo hizi ni sarakasi tunachezewa chezewa zitaenda zitaingia zita uh, ni kuulize uh -huh. Aliyemshuti Trump umemsikia unamwongelea tena na, na, na. Aliyemshuti chalikaka umemsikia unamwongelea tena apa, na, na, na. Kwa mtu ambaye unajua hii michezo inavyocheza uh -huh. You know, yani wanatuzuga, itaenda, itapotea, utashangaa imeibuka issue nyingine uh -huh. Itaenda, imepotea, utashangaa amekuja huko Afrika, utaenda uh -huh. Imepotea and by the way pay attention. uh -huh. Unaona hapa inaongelewa issue ya deal, imekaa zaidi ya miaka kumi na tatu haijasainiwa na vitu uh -huh. kama hivi, ile LNG uh, project uh -huh. kati yetu sisi na Marekani na vitu kama hivyo uh -huh. Kuna vitu ambavyo tunatakiwa tutuzingatie uh -huh. Nchi inapenda sana uwekezaji mm -hmm. Nchi inapenda sana dili mm -hmm. Bora mm -hmm. Ukiona haija saini mm ujue -hmm. kuna kitu hakiko sawa. mm -hmm. Na hiyo miaka kumi na tatu mm -hmm. Mfano, sasa hivi nasikitika kwamba jumba bovu wanataka kumwangushia mama mm -hmm. sawa, mm -hmm. lakini ukienda miaka kumi na tatu kuna awamu zingine ambazo za marais wamepita, kwa nini wale hawakusaini? mm -hmm. Ujue kulikuwa kuna kitu ambacho hakiko sawa Chau. Na hao hao ndo wanalalamika kwamba tunaposaini mikataba mibovu yeah. Uh, oh, hamfai mnasaini mikataba mibovu na, na na na, tunapojitahidi kama taifa kujitahidi kupata the best deals kutoka kwenye mikataba tunalaumiwa kwamba oh, hamsaini mkataba hamnafanya hivi. Wengine wanalalamika kwamba tunaenda kuuza dhahabu, dhahabu ni ya kwetu. tumeweka ipi bora kuuza chochote -ch -ch kwetu tulicho nacho kimfae mtu chake mm. au kwenda kuomba kwa kwamba misaada mm. Unajua sometimes mtu unakaa unasikitika unasema mm. Mtu oh kwa vile tumenyimwa misaada na uza dhahabu, kwa hiyo wao wanalalamika, kwa hiyo turudi tukaombe misaada, na ile misaada haiji bila masharti, ina vigezo na masharti ambavyo ni vya ovyo. Kwa hiyo ni bora akimfacho mtu chake hicho chote cha kwetu tukitumie kujifadhili sisi wenyewe huku, tunatafuta uh, njia bora zingine. Kwa hiyo tuna option either, Tanzania turudi kuwa ombaomba tupewe misaada mm. Tupangiwe tunachokitaka mm. Au tutumie hichi hichi cha kwetu mm. Nitolee mfano mm. Ethiopia ni watu ambao wana masharti very strict mm. Kulinda uzalendo na vya kwao mm. Vitu vitu vya nje, brand za nje haziruhusiwi kirahisi rahisi kabisa kule mm. Yeah. Wameweza kujenga jidami yao kubwa kabisa ambayo sasa hivi inawazalishia umeme mm. na vizuri, ambayo pia imeleta bifu kati yao na Egypt, na Trump pia katoka kuingilia na mambo mengine mm. lakini kwa me, sababu waliomba misaada hizo nchi zote zikawagomea. yeah. wakatengeneza kwa hela zao wenyewe mm. kwa kutoa bond za, za pale mm. na kuchukua mikopo ya ndani wamejenga sasa hivi wanayo. imewachukua miaka kumi na tano Italiwe. kuitengeneza lakini wamefanikiwa mm. Sawa mm kwa hiyo -hmm. Sometimes inabidi sisi kuna baadhi ya vitu tuji sacrifice mm -hmm. ili mambo yaende sawa yeah. kwa hiyo Watanzania naomba kidogo tu tujitahidi, ku -ku -ku balance mambo kutafakari mambo kwa undani, sio kila kitu tunacholetewa na tuna watu ambao wametumika kwa sababu ya kutuvuruga yani wao kazi yao ni kuona mabaya kwenye kila kitu mm -hmm. ndo ule mfano ambao unapenda kutoa baba alitaka mfundishe somo uh, mwanaye akamwambia, mwanangu, uh nataka nikufundishe mchukue, punda wanapunda wao uh -huh. Aya, wakatoka. Baba na mtoto wanatembea uh -huh. na punda wao wamemshika kamba, wanamvuta uh -huh. Wakakutana kundi la mwanzo la watu, nyie vipi mnatembea wakati mnapunda mbona kama mjielewi? Uh, mwanangu, tupande punda. Wakapanda punda, wakatembea, wakaenda kutana kundi lingine ah, ha hamna hata uhuruma mm. au kwa vile mnadhani mnyama achoki hana huruma. Wote wawili mmempanda upunda mnamchosha mm. mumhurumii mm. Akamwambia <laughs> mwanangu, mimi acha nishuke mm. Wewe tembea mm. Uh, wewe panda mm. Wakatembea wakakutana kundi lingine la watu. We mtoto, vipi una adabu baba yako unamwacha anatembea mm. wewe ki, mtoto una, unapanda siku hizi mmelelewaje? Yani malezi ya ovyo kabisa mm baba akaambia mwanangu shuka chami nipande akapanda wakatembea mm. wakakutana kundi lingine la watu mm. we mzee yahe vipi huna mm. hata huruma mtoto mdogo unamtembeza we mtu mzima barobaro na nguvu zako unapanda punda huna mm. huruma mm. akashuka mm. akaambia mwanangu mm. tulitembea mm. na punda bila kumpanda watu wameongea mm. Tukampanda punda hmm, watu wameongea. Okay, nikapanda peke yangu hmm, watu wameongea. Yeah, ukapanda peke yako yeah, watu wameongea. tumebakiza nini kumbeba, mo amambeba kukubebeni wote wawili na akavuta mzigo. Yeah. Lakini they'll have a negative thing to say